Ndugu wa Tanzania, habari za wakati huu. Naitwa Kanali Polepole, nina mambo machache sana. Leo nimekuwa nikiongea sana, lakini katika kuongea kwangu nimekuwa a very diplomatic nikitoa nikitoa taarifa lakini, this now, it's very serious and there is a consequences. Cha kwanza nianze kwa kuwapa pole wa Tanzania, tuko katika kipindi kigumu sana na msikubali kurudishwa nyuma na hawa watu wabaya, tumepoteza ndugu zetu kwa maelfu, saizi wanalipana mishahara na posho. it won't work. Ilo lilikuwa la kwanza. La pili niseme kwamba mimi sina account ya Instagram. Huyu eh, dogo Abduli eh, ana vijana wake wako pale eh, Mikocheni, wamefungua akaunti yangu. Kwa hivyo ukienda inbox, ujua watakukula kichwa watu ukifanya vyovyote, hata kama unanijua vizuri sana kwenye ile account, ukijiroga, my friend you are gone. Kwa hivi stay away from account inaitwa Agustino Polepole, stay away, away. Kila wakati, swala la tatu, nimekuwa nikisema nafuatilia, nimefuatilia kwa ukaribu sana everything you know maswali yote ambayo unajiuliza, unataka mimi nikupe majibu, na mimi nilikuwa na maswali hayo. Nimejifuatilia, nimejiridhisha kwa kushiba. E, nini, nani, wapi, kwa nini, yote nimejiridhisha kwa kushiba. Sasa basi Kama nitazungumza tena itakuwa bahati mbaya, lakini ninachotaka kukisema saizi natoa masaa ishirini na nne natoa masaa ishirini na nne wamwachie Humphrey Polepole tena wampeleke Segelea. Watampeleka vipi? sijui Wampeleke Segele, natoa 24 hours kwa sababu toka mwanzo nimekuwa nikizungumza, imebidi niendelee kuzungumza kwa sababu mimi sifanye mambo ya gizani. Walienda kumteka Humphrey, alikuwa nakaa peke yake, e, kimya kimya, najua walifuatilia zile movement na nini na nini. Nimechoka. Mimi niko live, nasema natoa 24 hours wamwachie Humphrey, tena wampeleke Segerea kwa mama yake. Kinyume na hapo nitajilipiza, nitajilipiza watu wote ambao nimewahi kuwataja. It doesn't matter. Syndicate ikisoma vyovyote, tunakula kichwa, nakula kichwa. Ukijaa kwenye kumi na nane nakula kichwa kwenye syndicate ukijaa. Sasa, ili msije mkaona kwamba nimewaonea na washauri ongezeni ulinzi, ili ni kila kichwa, msije mkaja na sababu. Jeshi la polisi, if you see this is a criminal, open the case, open the case. I know there is a consequences on this Nimejiridhisha kwa ukweli niliyoshiba. Ongezeni ulinzi, nitalipa kisasi. Mzee Kikwete ongeza ulinzi. Mwanao Ridhiwani ongeza ulinzi. Samia Suluhu Hasan ongeza ulinzi. E, Director General Intelligence, ongeza ulinzi. IGP, ongeza ulinzi. Awa machawa mulilo na mafole e, you just decide man, na wale wale chawa ambao walikuwa wanafuatilia, wakaingia walikwenda na zile gari wakapaki pale Hmm, wakakata nyaya, wakavunja mlango. Ongezeni ulinzi, ili nitakapolipa kisasi, kusio kwamba sijui nini, sitaki kufanya tukio kama mlilofanya kwa Humphrey, maana Humphrey alikupo nyumbani peke yake. Mimi nitalipa kisasi kwa jina la Mungu wa Israeli Mungu wa Shadrak, Meshak na Abednego, Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ntalipa kisasi, na kisasi hiki kinaanza baada ya masaa ishirini na nne, ishirini na nne kutoka sasa. Nimewavumilia kiwango cha kutosha sana, na sio kawaida yangu, wanaonifahamu wameshangaa, na sio nyinyi tu hata wale mnaotuma wenye gari zinazunguka zunguka, waambieni wawe tayari. I'll not go back after 24 hours. Sitarudi nyuma baada ya masaa ishirini na nne. Mzee Kikwete nakuheshimu sana lakini nafikiri uzee wako, jiulize mara mbili. Liziwani kijana mdogo sana. <gulia> ongeza ulinzi Samia, ongeza ulinzi Wambura

I've already talked a lot with these people. Mkitaka amani na haki mwachieni Humphrey akiwa, haki, akiwa, akiwa hai na mwenye afya mumwache segelea kwa mama yake. After 24 hours, narudia tena. After 24 hours, Mungu ibariki Tanganyika. Mungu Muumba mbingu na dunia na vyote vijazavyo. Mungu Baba Christo wa Bwana wetu Yesu Kristo, wafariji waliopotelewa na ndugu zao.